Furudhulghusli. Sawa so, umeshapata sasa, moja ya nasema, so, sababu hizi ambazo zinakulazimisha ukoge, moja ya sababu imekupata ambayo inakulazimisha ukoge. Sasa Shekhe anasema furudhulghusli, faradhi za kukoga. Sasa hizi ndio za msingi kuzishika baada ya kujua sababu. Faradhi za nini za kukoga faradhi za kukoga. Shekhe anasema ziko mbili, mbili, si nyingi, mbili, sawa so, moja, ania kwanza, uwe na nia e, inda ghasli juzu min albadan, awal juzu min albadan, uwe na nia ya kukoga wakati unaanza kukoga kiungo cha kwanza cha mwili wako ania inda ghasli awal juzbi min albadani, ni kuwa na nia wakati unaanza kuosha kiungo cha kwanza cha mwili. Utachagua mwenye unaanza kuosha wapi, lakini pale unapoanza kuosha kuoga, basi pale unatakiwa utie, uwe na nia ya nini unachokoga, uwe na nia ya nini unachokoga nia kwa sababu kukoga huku hatukogi kwa sababu mtu kapatwa na vumbi, au atokogi kwa sababu mtu anasikia joto A -a. huku ni kukoga kwa sababu za kisheria, si tumeelewana? Kukoga unataka kujipoza tu, kuna joto, umechafuka sana, huku hakuna nia lakini ukitaka kukoga kwa hizi sababu sita ambazo zilizotajwa, moja ya sababu hizo sita, unataka kukoga kwa sababu ya sababu moja ya hizo sita, hii itakulazimu uwe na nia. Sawa eh? wa nia mahaluha alqalbu, nia mahala pake ni moyoni, usifike kule chooni. Sasa ukaanza kusema nawaitu ah, Hu eh, utakuwa majuumbi eh, si tumeelewa? Sasa eh, kutamka nia kwa sauti, sio kwa sauti, tutakuja kujua huko mbele, lakini si kwanza tunachukua msingi, si tumeelewa? eh, kwa hiyo kutia mtu awe na nia ya kile anachokwenda kuoga. Sawa. Eh, kama ni janaba huwe unajua kwamba mimi naoga janaba. Kama ni hezi, huwe unajua kwamba mimi naoga hezi. Sawa, so, kama ni nifasi huwe unajua kwamba mimi naoga nifasi. Kama ni wilada huwe unajua kwamba mimi naoga eh. So unaenda kuoga ujui unaoga kitu gani? Hili ndio linalokataliwa na sheria, lazima ujue kwamba mimi nakoga kitu gani. Sisi tumeelewana, sawa? Kwa hiyo faradhi ya kwanza ni nia ya kuoga. Faradhi ya pili iswalul mai ila jamii al basharati wa ma tahta shari. Sawa, iswalul mai ni kuyaeneza maji ila jamii al basharati, sawa, kwenye ngozi yako yote wamatahta sha'ri, mpaka chini ya nywele, yani ngozi iliyoko chini ya nywele nayo ipate nini? Ipate nani? Eh, kwa bahati mbaya nao wanawake wa Kiislamu na wasichana, nao wao wanaoga paspoti size, yaani mtu anataka kuoga janaba, mtu anataka kuoga hedhi, mtu anataka kuoga nifasi, anaoga kukatia shingo kushuka chini hii shara hujaoga, shara ujaoga, eh. Pamoja na kukunjua mikunjo yote ya mwili, kwa sababu amesema, iswaru almai ila jamii albasharati, ni kuhakikisha maji yamefika katika mwili wote. Sawa. Kwa hiyo mwanamke chini ya maziwa hakikishe kwamba maji yamefanya nini eh, yamefika. Mtu ambaye ni mnene mwili wake una mikunjo mikunjo, ahakikishe kwamba amekunjua ile mikunjo, ahakikishe maji yamefika kwenye ile kwenye ile mikunjo. Sijui tumeelewa Kwa hiyo hii ndiyo nguzo ya pili. Kuna kupaka sabuni hapa, kuna kujisugua ah hayo maswala ni mengine. Sasa kujipakaa sabuni, kujisugua lakin, kifisha, ote, ni mambo mengine, lakini kinachotambulika kwenye sheria ni nia na kuhakikisha mwili wote umepata nini, umeshaoga shadani. Sawa, kama utaendelea kunuka jasho shauri yako, lakini kisheria wewe umeoga, mwili wote umepata maji, ndio ulikuwa na nia ya hicho ulichooga, ndio basi wewe umeshaoga.